Habari, mambo vipi swahiba? Napenda kuongelea kuhusu GBV, Gender based violence, ni unyanyasaji wa kijinsia. Kwa Kiswahili ni kitendo cha kumfanyia mtu unyanyasaji au ukatili kwa sababu ya jinsia yake. Kuna aina nne za unyanyasaji. Kuna unyanyasaji wa kimwili tunaita physical violence. Kuna unyanyasaji wa kingono tunaita sexual violence. Kuna unyanyasaji wa kihisia au kisaikolojia tunaita psychological violence, lakini pia kuna unyanyasaji wa kiuchumi economic violence. Kitendo alichofanyiwa huyu dada ni unyanyasaji, ni unyanyasaji wa kimwili physical violence, lakini pia amepata unyanyasaji wa kisaikolojia au kihisia psychological violence sheria za Tanzania lakini pia sheria za kimataifa zinapinga vikali vitendo vya unyanyasaji. Aina yoyote ya unyanyasaji si sawa. Jamii inapaswa kuelewa, mwanamke anapaswa kupendwa, kuheshimiwa, lakini pia mwanaume anapaswa kupendwa, kuheshimiwa, pande zote, maana wako pia wanaume wanapigwa na wanawake zao. Lakini pia jamii inapaswa kuelewa, kina kaka dada ukimlipia ada au kumhudumia gharama zozote zile za kifedha, sio tiketi ya wewe kumuoa au kuwa naye. Ana haki ya kubadilisha maamuzi. Kitendo cha kumpiga si sahihi. Dada y kubadilisha au kuvunja ahadi si kosa la jinai, lakini kitendo cha wewe kaka kumpiga mwanamke ni kosa kisheria, ni kosa la jinai. Tupinge vita, unyanyasaji si jambo sawa, si jambo jema, kisheria, kimungu, kijamii, si sawa. Lakini pia naomba nitoe ushauri, wanawake wenzangu, kina dada, kama unaona huyu kaka unamtumia kwa daraja lako moja kwenda jingine, hauna mpango naye, angalia pia madhara yatakayotokea baadaye. Jaribu ku fanya yale mambo ambayo unahisi hayataleta madhara katika maisha yako. Jaribu kufanya jambo jema ambalo u, u, ufikirie kwa upande wako, ungefanyiwa wewe ingekuwaje? Sifungamana na upande wowote. Naitwa Ida, ni mtaalamu afisa wa jamii, pia ni mkurugenzi wa Ida Social Care. Karibu uweze kuelewa mambo mbalimbali yanayohusu jamii, Ida Social Care. Nakupenda na kujali, asante.